Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba kwenye mahafali ya kwanza ya chuo cha ufundi stadi VETA manispaa ya Geita, ambapo amesema miradi mingi inayotekelezwa na serikali pamoja na taasisi nyingine imekuwa ikihitaji mafundi wenye ujuzi wa kati, hivyo kuwajumuisha wahitimu wa VETA kutasaidia kupunguza ukosefu wa ajira na kuboresha utendaji wa kazi. Vijana hawa waliohitimu leo kutoka hapa, kama mtakuwa mnahitaji vijana wa kuwasaidieni kazi wa kuwaajiri kwa mikataba kwenye hii miji, kipaumbele cha kwanza wawe ni vijana wanaohitimu leo hapa ambao tunawakabidhi vyeti. Tumieni maarifa mliyoyapata hapa kuzing'amua fursa zilizopo mtaani. Na sisi halmashauri ni moja ya taasisi zenye fursa nyingi ambazo tunawaona kabisa ninyi mnaweza mkatumika. Chuo kimepokea vifaa na zana za mafunzo katika fani za umeme ufundi washi, upishi, ufundi wa bomba kutoka VETA makao makuu. Mkuu wa chuo hicho amesema kwa sasa kinatoa kozi tano na kikikamilika kitakuwa na uwezo wa kudahili wanafunzi zaidi ya mia tisa kozi fupi na 520 kozi ndefu, na kwamba fani zilizopo kwa sasa ni ufundi bomba, umeme majumbani na magari, uhazili na kompyuta, pamoja na upishi huku akielezea changamoto mbalimbali zilizopo. Tuna changamoto ya kutokuwa na magari kwa ajili ya mafunzo ya udereva. Soko la Geita linahitaji sana kozi hizo. Mara nyingi tumekuwa tukipokea wateja wengi sana kwa ajili ya kupatiwa mafunzo ya udereva, lakini hatujafanikiwa kuwa na vitendea kazi hivi. Matarajio yangu makubwa kwenda huko mtaani ni namna ambavyo nitaweza kufaidika au nitaweza kuweza timiza yale yote ambayo nimeweza kufundishwa kutoka kwa walimu wetu, kwa wakufunzi wetu, ni kusaidia changamoto mbalimbali zitakazojitokeza, kwa mfano kwa kutengeneza mabomba, kurekebisha mitambo ya mabomba. Kutoka hapa chuo cha VETA manispaa ya Geita, mkoa ni Geita, mimi ni Mrisho Sadiki.